Nam ndo taswira iliyoko eh, mm -hmm. Katika jamii yetu sijui tusemeje, mm -hmm. tunala kusema isipokuwa, tungependa kupata maoni yako. Mtazamaji, una maoni gani kuhusu swala la watoto kupatikana kama washukiwa katika kesi za ubakaji? Mtazamaji, una maoni gani kuhusiana na swala la watoto kupatikana kama washukiwa katika swala hili ama katika kesi za ubakaji? Unaweza tutumia maoni hayo basi kupitia nambari 8040. Mtazamaji nambari ni 8040. Tutaangalia baadhi ya maoni kutoka kwenu halafu pia tuweze kuyapaza kama ya hawa wengine ambao tunaweza kupatana nao mm -hmm. Mm -hmm. Na, uh, Saida Swale alitembea mjini na katika kaunti mbalimbali mbali kusikiza maoni ya wazazi na wengine kwa katika jamii kwa jumla kuhusu swala hili. Vijana wengi wao wamekosa kitu cha kufanya, hata wengine nao huwa wazazi awakae na wazazi wao wapate ushauri ya kutosha, kwamba mtu akijihusisha na mambo ya ngono maisha yake baadaye itakuja kuharibika. Hata kwa mfano, msichana akiolewa bwana yake hata muamini na hata akiolewa atakuwa kitamani kwenda nje, ndio tunasema mpango wa kando. So ningeshauri vijana kama mimi watafute kazi ya kufanya kwanza. Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Sasa kuna yale wanaona sisi kama wazazi, kama walimu, na hasa sisi kama ambao tuko na mamlaka juu ya watoto wetu na juu ya wanafunzi na juu hata ya kanisa, na wanaona, wanaona vile tunafanya, venye tunaongea, venye tunajihusisha kwa mambo mbalimbali iwe ni venye tunavaa, iwe ni venye, ni vitabu zenye tunasoma. Ningesema wanakuwa wana kama photocopy kwa matendo. Juu hawa ni vijana na wako na nguvu, so hizo nguvu zao hawatumii, zina rekodi kwa kichwa na hata kwa akili, na inajidhihirisha hata kwa matendo. Na hii sababu ya kukosa nini, kushikana na wale wako na tabia baya kwa shuleni wenye wanaingilia kwa hizi mambo, wenye wanaputa bangi. Sasa kama watu kama hao huwa sasa huwa hawafikiri poa. Nao wasichana wanashangia, wana pia jumimbi. Mtoto mdogo, mama yake kutoka akiwa mdogo amemwonyesha, hajamvunza kuvaa vizuri. Sasa unaonanga wengine wanaenda kama wazazi wao wanafalisha those vitu kama hizo, na bado ako mdogo, so akikua anakuwa na hiyo tabia, kwa sababu wazazi hawataki hata kukaa na watoto washauri, na wanawapea pesa mingi, wakienda nyumbani, wakienda shuleni. Alafu unapata watoto wa umri miaka kumi na tano mpaka ishirini na tano wanaingilia madawa ya kulevya. Tukitaka tukumaliza hii maneno, ni lazima wazazi wakubali kukaa na watoto wakiwashauri, wasiwajie watoto shuleni ama wawajie watu wengine wa nje kuwashauri. Nam, asanteni sana Wakenya, kwa maoni hayo. Iwapo una maoni, unaweza tutumia kuhusiana na swala la watoto kupatikana kama washukiwa katika kesi za ubakaji, unayatuma maoni hayo kwa nambari 8 4